Wakati ule wa kuzaga mwana hasa hasa wakati wa usiku usiku, aidha pengine mpeane dozi kwanza ndo mlale, ama mmelala mmeamka katikati, nayo nayo mpeane dozi, ama pale wakati wa alfajiri. Nazungumzia dozi ya usiku hii, yaani kuzaga mwana usiku. Sasa hapa nazungumzia raha ya kuwasha taa wakati wa kuzagamuana nyakati za usiku. Yaani wewe, mtoto wa kike abadan, katan, usikubali kuzagamuliwa wakati taa zimezimwa, hata kama ameanza zile kukupasapapasapapasa, unaelewa kwamba huyu analo jambo, si bure. Hakikisha wakati munaanzana kule kuandaana, yani kivyo vyote, washa taa, kwa sababu mapenzi ni yale ambayo mnafanya mkiwa mnaonana, kila mmoja anamuona mwenzake. Hiyo ndo raha. Raha ya mtezo ni kuwa unateza unamuona mtezaji mwenzako anavyofunga magoli, unaona kama anapiga mpira wa kona, unaona kona inavyochezwa. Kama ni mpira wa kifua, unaona jinsi kifua kinavyopigwa. Huo ndo raha ya mchezo. Kwa hiyo, hapa nazungumzia raha ya taa kuwa wazi wakati wa kuzagamana, nyakati za usiku. Wina raha gani? Hizi taa zina raha. Kama ulikuwa hujui, kaa kwa kujua mwenzangu. Jambo la kwanza, wakati ule wa kuandaana ni mwanamume unamwandaa mkeo, ni mkeo nawe unareact pale, unakubali kule, kama ni kutomaswa mahali, kama ni kupapaswa wapi. Ule wakati unapata kumuona mwenzako anavyolewa, maana huwezi kula raha kama wewe hujalewa. Sasa wakati taa zina kumulika, taa zina wamulika nyote wawili, unapata kumwona mwenzio macho, anavyolegea anavyolewezwa na mapenzi anavyolewa kimahaba, na anayemlewesha ni nani? Si ni wewe? Wewe ndio unemlewesha. Kwa hiyo inakuwa na raha yake, inaongeza ladha wakati unamuona mwenzako tango macho anakuangalia hivi kabisa, ana kwa ana, lakini inaelekea macho kana kwamba anashikwa na makengeza. Makengeza si makengeza eh? Yaani ni kana kwamba anaona vimulimuli, vimulimuli si vimulimuli, lakini vimulimuli vya mahaba, vimulimuli vya mapenzi. Asikuambie mtu kitu, unamuona mwenyewe kwa macho yako, si kuhadithiwa tena. Raha hiyo ya taa kuwa wazi, raha nyingine taa hizi kuwa wazi wakati ule wa kuzagamuana swaiba, mume anapata kuona shanga maana kiuno cha mwanamke ni kile ambacho kina shanga na si shanga tu, shanga zenye rangi zake pambe, shanga zilizo na maandishi, maandishi ya kutia ashk, maandishi ama maneno ya kuleta uchu wa tendo la ndoa maneno, shanga zenye maneno ya upambe wa kimahaba, mahaba na mahabati, kwa sababu zinapokuwa wazi, mumeo anapata kuziona zile shanga, anapata kuona vile kiuno. Mashallah, mamako kakubariki eh! kama ni nyungu anakia, anaona vizuri shepu ilivyo mtoto wa kike mashallah, Mungu alivyokubariki, na hizo shanga zinavyoendana na maneno yenyewe. Ushanga pale unakuta umeandikwa, jamani eh, chukua yote hiyo, tia yote hiyo hmm, usinihurumie mieni wako anapata kuona pale na yale maneno. Zile shanga zinatumika kama amshamsha, zinampa uchu yule mumeo wakati ule wa kuandana. Isitoshe, hizi taa pia zinampa nafasi wewe, mtoto wa kike, pia kuona jinsi mumeo kabarikiwa, kama ni bakora, ni nene, ni ndefu kama imepinda unapata kuiona vizuri eh? Mapenzi ni kufanya mkionana, si mapenzi ya kufanya kana kwamba mko wewe ni nyingi ni wanga. Hapana, mahaba ya kuzimataa hayo si mahaba, huko ni kuwanga. Jamani, huo ni uchawi wa mroga nani. Unafanya mapenzi mkionana, muna zagamuana ukiwa unamuona mwenzio. Pia vile vile, msikilizaji, wakati ume uh, taa ziko wazi wewe mtoto wa kike ule wakati sasa, mshandaana umemalizana, umeona vya kuona shanga, umeiona maandishi ya shanga yamekupa ashki, ndio sasa bakora inazama ndani eh, mzagamuano unaanza, inakuwa vyema. Mtoto wa kike kama pengine umeenda ile style ya missionary, yani ile ya kulala chali ama kifo cha mende, wakati inapenya, taa ziko wazi, zinaamulika, unainuka unaitazama inavyopenya. Sasa kama hakuna taa utaionaje? Bakora inavyoingia niambie, wewe. Taa mumezizima kumekaa giza, bakora utaiona vipi ikipenya? Inakuwa raha, unainuka kiasi hivi eh? Alafu unaicheki yes, yes, yes inakuwa inapendeza, yaani we mwenyewe unafurahia eh? Unafeel raha, maana raha ya tendo ni wewe uinjoi na mumeo ainjoi, hiyo ndo raha. Kwa hiyo hakikisha kama ilikuwa ukiamka usiku munataka kuzagamuana taa hamzingatii kuiwasha, kuanzia leo iwe taa inawashwa. Yani, hiyo ni sheria na ukiulizwa, nani kaweka hiyo sheria, Saumu Ashura kaweka hiyo sheria. Hakuna kwenda kuzagamwana kama ni giza, watu wafanye mambo yao, kwani unaiba? Huyo ni wako, fanyeni mkionana, kule ni raha, kila mtu anamuona mwenzake, ndo raha. Hiyo ndo raha ya mahaba. Kama ulikuwa hujui, leo umejua. Upo